Wakili George Kiti ameshinikiza wakaazi wa kaunti ya Kilifi kufanya maamuzi ya busara wakati wanapochagua viongozi kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Akizungumza kwenye hafla ya mazishi ya mzee Nicholas Charobaya eneo la Mtepeni eneo bunge la Kilifi Kusini, wakili Kiti amesema wakati wananchi kuchagua viongozi kwa misingi ya vyama umepitwa na wakati, hivyo wananchi wanafaa kuzingatia utendakazi wa viongozi. Siasa inazavugulani macho akili kitwani maana ukurea kwako beni muhimu inangiza mtu inangiza mtu ariye maishage ni tofauti na maishago kwa hivyo zipigire maishago iye naye unamanya unampigira maishage ikigoma ya kura kamuhangwenga kamuhangwenga kwa sababu yenda kisha kwe na unabaki holalo ni haha, mtepeni kwa hivyo sagulo zariro ngani muhimu sana usikenge kekeheri matogaone Masikiro gavuguke Kiti, ambaye ameweka wazi azma yake ya kugombea ugavana kwenye uchaguzi mkuu ujao katika kaunti ya Kilifi, amepinga tetesi zinazoenezwa mitandaoni kuwa anawania useneta kupitia chama cha Paa, akitaja tetesi hizo kama propaganda. Mimi siko chama cha Paa, nothing propaganda. Zinazoenda ni finyo, ni za kijinga, ni za kipuzi. Siko katika chama cha Paa, sisimami katika chama cha Paa pia. Nasimama, nasikia kwamba kuna kusimama useneta katika chama cha Paa. That's wrong mimi siko huko na sisimami useneta. Nilisema nasimama ugavana. Naona watu wa chama cha pao wanasema nitaunga mkono, watu wa mgoa wanasema nitaunga mkono. Mimi pia nasema wao wataniunga mkono. It's the same thing. Najua ya kwamba wao they'll step down kuniunga mkono because I know what is happening. Ile broad based kuna watu watakanyagwa, kuna watu watasimama. Wakili Kiti vile vile amesema pendekezo la wabunge wa pwani kushirikishwa kwenye meza ya mazungumzo baina ya chama cha ODM na UDA kama lenye malengo ya kufaidisha viongozi wa kisiasa na wala sio kwa maslahi ya mkazi wa Pwani. Muungano wa watu wa Pwani ni zoezi zuri kwa falsafa yake. Leo hii tuko na viongozi wa katika ngazi ya juu wanataja wa Pwani, wanataja uzalendo wa Kipwani, wanataja pwani kwanza, wanataja vyama vya Kipwani, lakini tunajua ni ufidhuli na ukora mtupu. Katika hafla hiyo, balozi wa zamani Sofi Kombe, ambaye anamezia mate kiti cha ubunge eneo hilo la Kilifi Kusini, ameeleza haja ya wanawake kupewa fursa ya kuongoza, akisema wana nafasi bora ya kuleta maendeleo kwa wakazi wa Kilifi. safari hii hichi kiti cha ubunge na uza ninyw yatu wamtepeni na kikambala division fukihale hedu fukiriche fusikale ndi ya sena kila siku chenda huko. Safari hii tutakileta hapa kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. na malafu girane hamwenga, munitume mimi, mama yenu, nene nikawakilishe. Tumeelewana. yule mwengine ameenda vipindi kumi vinovirika vitosha paka chahahu wakati huo huo katibu, wa masuala ya vijana na uchumi bunifu Fikirini Jacobs amepigia upatu mpango wa serikali wa Nyota wa kuwapa ruzuku vijana, akidokeza kuwa wameboresha maisha ya vijana wengi kiuchumi na vilevile kibiashara. Tume target eh, katika bajeti ya 20 billion 5 billion iko committed katika kuwapa vijana laki moja elfu hamsini kilo moja ili kuwasaidia kupata biashara. Kama kijana hukusoma na hana chochote nyumbani na amepata elfu 50, tunatizamia kwamba zinaweza zikamwinua kidogo, akaanza hata kabiashara kadogo, akamwendeleza katika maisha. Nikiripotia Coco FM, mimi ni Joseph Jira, Coco FM, ladha ya Pwani.